Serikali kupitia msemaji wake Jason Msigwa imesema itachunguza kila ambacho e, chombo cha habari cha CNN kimeripoti e, kuhusu kila ambacho kilichotokea katika uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba mwaka 2025 siku ya uchaguzi mkuu ambako inadaiwa kuna mambo mengi ambayo yalitokea. Chombo cha CNN nataka nikusomea kila ambacho kimeandika baadaye Ije nikusomee kile ambacho pia serikali imeandika imekijibu kupitia e, msemaji wa serikali Jason Msigu, hapa nasema hivi. Uh, nitaitafasiri kwa Kiswahili ili tuweze kuelewana vizuri. kwa kipekee, uh, imeandika kwa kipekee, uchunguzi wa CNN unaonesha kuwa polisi waliwaua waandamanaji nchini Tanzania na kupata dalili za makaburi ya halaiki kutumika kuficha ukatili wao tulitumia uchambuzi wa kitaalamu wa video picha za satellite na tukazungumza na zaidi wa ya Watanzania mia moja kwa ajili ya ripoti hii. Tuliomba serikali ya Tanzania na polisi eh, kutoa maoni yao, lakini hawakujibu ha, ha. Imeripotiwa na uh, mwandishi ambaye alikuwa akichunguza uh, hii habari, na tunakumbuka hapo mapema kabisa tunakumbuka eh, mwandishi Lari Madoo alikuwa ni mwandishi ni kutoka CNN ambaye aliagiza ama Tanzania aweze kumtumia uh, video tofauti tofauti za kila ambacho kilichotokea, na ndo yeye yeah, amekuja akahusika pia katika eh, uandaaji wa hii ya uh, ripoti. Na hapa wamewataja watu ambao wamehusika katika eh, kuandaa hii ripoti ni Florence eh, Dato Jian, uh, Kamezo, na edit alikuwa ni Julien's, Julien pamoja na Bendon Brown na Caban, ka, nini? Balban, Balban CNN hawa ni e, wafanyakazi wa CNN ambao wamehusika katika kuiandaa hii ripoti. Sasa nataka nikusomee kile ambacho uh, ujumbe wa serikali umechapishwa kupitia msemaji wa serikali Jason Msigwa uh, umeandika hivi. Taarifa kwa umma, Novemba 21 mwaka 2025. Serikali imefuatilia makala iliyochapishwa muda mfupi uliopita na chombo cha habari cha CNN kuhusu matukio ya tarehe 29 Oktoba 2025 na siku zilizofuata. Tunachambua na kuhakiki maudhui yaliyomo katika makala hiyo na tamko la serikali litakuja baada ya kukamilika kwa uhakiki huo. Hii ni uh, Jason Msigwa, uh, katibu mkuu wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo na msemaji mkuu wa serikali. e, hii ni imetolewa kupitia wizara ya habari, utamaduni, sanaa na michezo, e, kupitia idara ya habari Maelezo, na hivyo ndio taarifa ambayo imetolewa na tuweze kusubiri pia e, mamlaka zitasema vipi hasa kwa sababu uh, serikali kwa maana ya utakuwa labda kuna taarifa ambazo pia ziko sahihi ambazo umeziona, labda inawezekana katika hili kuna mambo mengine ambayo labda hayako sahihi pia. E, hizi ni taarifa ambazo tumezipata hapa, na hii ni Bongo Plus TV. Asante.